E, huu ni mpenzi mwanamichezo, asowe mpenzi wa klabu ya Simba Sport Tanzania, klabu kubwa hapa Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, tunakutana tena hapa kupeana taarifa mbalimbali zinazohusiana na klabu yetu pendwa ya Simba Sport. Sisi hatujali ya, ya wengine, tunafanya ya kwetu na hii ndo ile Nguvu moja Simba, nguvu moja. Kama ndo mara ya kwanza basi unafika katika channel hii, usisahau kusubscribe na kutambia wewe ni shabiki wa Simba kutokea maeneo gani. Na leo zaidi ni kuhusiana na mchezo wetu unaofuatia kati ya Simba dhidi ya Singida hapa KMC Complex. Tunajua hatuchezi na Singida peke yake, tunacheza na Singida pamoja na shoga yake. Kwa hiyo ninakwenda kutaja kikosi ambacho kinakwenda kumnyandua huyu Singida na shoga yake, Singida na rafiki zake. Ninakwenda kutaja kikosi ambacho kinakwenda, lakini pia utaendelea kuni comment hapo una isi kikosi gani wewe kingefaa, lakini kikosi cha kocha Fadru Davis kwa siku ya mchezo, siku ya mchezo usika ni ikikama ilivyo. Golini kama kawaida yupo kamera, kipa anayeongoza kwa clean sheet ligi ya Tanzania, bala hata kama wanakasilika, lakini kamera ndo kipa anayeongoza clean sheet. Eneo la mbili Shomari Kapombe, namba tatu anaanza Chamo Karabu, namba 4 yupo amza na namba tano che maroni fondo leo zimbo juni ha amepumzishwa katika eneo la beki, lakini tukienda katika viungo ni Yusuf Kagoma namba sita, namba saba yupo Joshua Motare namba nane yupo Ngoma namba tisa Mkwara namba kumi jenches awa na namba kumi na moja yupo Eliham Panzu. Yani ukiangalia hichi kikosi akina utofauti sana na kile kikosi ambacho kilikwenda kupata sare ya moja kwa moja dhidi ya wale RS Berkane ambao wamebebwa na refa na mambo yakawa kama vile yalivyo. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na swala la Kamala na na Fabrice Ruhamba Ngoma ambao walionekana wakizozana wakati wa mechi ni masuala haya yamekwisha jadiliwa na yamezungumzwa kwa kina, na mwisho wa yote ni wachezaji wa klabu ya Simba na walikuwa wanapambania jezi ya Simba. Mabishano yale yalikuwa ni kwa ajili ya kuisaidia klabu ya Simba kufika mbali, hivyo hakuna adhabu wala hakuna mtafaruko wa aina yoyote. Wazushi wamezusha mengi kuhusiana na tukio lile, lakini kiukweli ni kwamba Fabrice Wamba Ngoma alikuwa anajaribu kumwambia Kamala kile ambacho alikifanya amekosea, lakini unajua tempa ya mchezo ikajikuta wanaingia kwenye mazozano, lakini watu hawa tayari wako pamoja na mambo yote yamekwisha. Ya mchezo unaofuatia tunacheza na Singida, lakini pia bado tunacheza na Singida katika hatua ya nusu fainali ya kombe la Federation Cup. Kwa hiyo Singida wajiandae, tutawapiga wao pamoja na wapambe zao tunawasubili katika uwanja wa KMC Complex, na tutakwenda kuwaonesha kwa nini this is Simba, kwa nini tumefika fainali msimu huu. Wanakwenda kulipa kile ambacho mwalabu alikikimbia, watakwenda kulipa kila kitu ambacho mwalabu amekiepuka. Usisahau ku subscribe shabiki wa Simba, shabiki namba moja. Tutakutana wakati mwingine, asante.